kujitokeza kuchukua fomu katika majimbo mbalimbali mbali nchini wakiomba ridhaa ya kukiwakilisha Chama cha Mapinduzi kwenye Uchaguzi Mkuu wa Oktoba 2025 utakaohusisha wagombea kutoka vyama vingine. Ikiwa ni siku ya tatu tangu kuanza kwa mchakato wa uchukuaji na urejeshaji wa fomu hizo, makada wa chama hicho wamemiminika kwenye ofisi za makatibu wa wilaya kuchukua fomu hizo zinazotolewa kwa gharama ya shilingi laki tano huku za udiwani zikilipiwa shilingi elfu hamsini. Miongoni mwa watia nia waliochukua fomu zao leo, wamo wanaotaka ubunge kwenye majimbo na wengine wametia nia kwenye ubunge wa viti maalum kupitia jumuiya za chama hicho. Waliotia fora katika mchakato huo wamo waliokuwa wabunge kumi na tisa wa viti maalum kupitia Chadema walifukuzwa wanachama ambao baada ya kuhitimishwa kwa shughuli za bunge Juni 27, 2025 wameibukia CCM wakichukua fomu. Matiko aibukia Tarime. Aliyekuwa mbunge wa viti maalum kupitia Chadema Esther Matiko ametangaza kujiunga na CCM na kuchukua fomu ya kugombea ubunge jimbo la Tarime mjini. Endapo atafanikiwa kupitishwa na CCM na kufanikiwa kushinda uchaguzi, hii itakuwa ni mara ya pili kwa Matiko kuongoza jimbo hilo, ambapo mara ya kwanza alikuwa mbunge wa jimbo hilo kupitia Chadema kuanzia mwaka elfu mbili kumi na tano hadi elfu mbili na ishirini. Jimbo la Tarime mjini kwa sasa linaongozwa na Michael Kemkabi CCM ambaye alimshinda Matiko akiwa Chadema kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini. Hadi jana jioni, jumla ya makada wanne wa CCM, wote wakiwa ni wanaume, walikuwa wamechukua fomu kwa ajili ya mchakato wa uchaguzi wa ndani ya chama kumpata mgombea atakayewakilisha chama hicho kwenye kampeni za uchaguzi ujao Felista naye Moshi mjini Mbunge mwingine wa viti maalum aliyetokea Chadema Felista Njau amechukua fomu ya kuomba kuteuliwa na CCM kugombea ubunge katika jimbo la Moshi vijijini mkoani Kilimanjaro. Njau amechukua fomu leo katika ofisi za CCM wa wilaya ya Moshi vijijini na kukabidhiwa na kaimu katibu wa chama hicho, Endru Mwandu. Felista anakuwa mwanachama wa nane kuchukua fomu za kugombea kuteuliwa kugombea ubunge jimbo la Moshi vijijini, ambalo linaongozwa na Profesa Patrick Ndakidemi kati ya mwaka 2020 hadi 2025. Salome Makamba naye yumo Kwingineko, mkoani Shinyanga, aliyekuwa mbunge wa viti maalum kupitia Chadema waliofukuzwa wanachama, Salome Makamba amejitokeza katika ofisi za CCM mkoani humo kuchukua fomu ya kuomba ridhaa ya kugombea tena nafasi hiyo kwa wanawake kupitia Umoja wa Wanawake Tanzania, UWT. Fomu hiyo imekabidhiwa kwa Makamba na katibu wa umoja wa wanawake Tanzania UWT mkoani Shinyanga, Habiba Musimu, katika ofisi za chama mkoani humo. Tarimo kutetea jimbo. Mbunge wa Moshi mjini, mkoa wa Kilimanjaro, Priscus Tarimo amechukua fomu ya kuomba kuteuliwa na CCM kugombea ubunge katika jimbo hilo. Tarimo amechukua fomu katika ofisi za Chama cha Mapinduzi Moshi mjini, ambapo amekabidhiwa fomu hiyo na kaimu katibu wa CCM wilayani humo.